Hiki ni moja kati ya kioja ambacho kilimtokea mwana michezo kutoka nchini Brazil ambaye anakichafua kwenye klabu ya Real Madrid kutoka Uhispania. Hata wewe lazima angekukuta, tazama picha hii, huyu ni mwanadada anaitwa Miray Oyunkas, ni mcheza volleyball kutoka Besiktas na moja kati ya vitu ambavyo vilitrendi sana siku kadhaa nyuma ni mara baada ya Vinicius Jr ambaye yeye aliweza kulike picha ya mwanadada huyu mwenye umri wa miaka kumi na sita kutoka Uturuki ambaye anacheza uh, volleyball katika klabu ya Besiktas. Baada ya kulike picha hiyo ambayo haikuwa ya kwanza kwa Vini kulike, kwenye comment session kuliwaka moto sana na wananchi wa Uturuki na mashabiki wa msichana huyu walimjia juu na kumtukana Vinicius Jr na kumwambia kuwa mwanadada huyo ama msichana huyo ni mdogo sana. Mmoja kati ya watu ambao walikomenti na komenti yake kwenda viral sana alisema, wewe huna maana, huyu ana miaka 16 tu, una wazimu? Aliweka alama ya kuuliza. Lakini baada ya mashambulio hayo mchezaji wa klabu ya Real Madrid Vinicius Jr alikwenda kwenye insta ya dada huyo na kuunlike ama kutoa like zake zote katika picha alizokuwa amezilike hapo awali. Vinicius anaweza akawa amevutiwa na mwanadada huyo, lakini asisahau kwamba inaweza ikawa ni skendo mbaya ambayo itakuja kumchafua hapo baadaye, kutokana tu na sasa hivi mambo mengi sana ambayo yanafanywa na wanamichezo yakihusishwa na watoto wa kike ama wanawake, huwa yanakwenda mbali sana na kuanza kuwachafulia CV zao, so hayo yalimkuta Vinicius na ilikuwa ni hatari, ila ukirejelea kibongobongo, superstar yoyote yakianza kufanya vitu vya aina hii, utakuta watu wanaanza kukomenti utumbo na sio kukemea yale ambayo hayafai kufanywa kwenye jamii. Hii ni Makala Pro na mimi naitwa Yusto Barnaba.